Maisha baada ya uchaguzi. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye I say, bila Mungu hapa nafikiri mambo yasingekuwa yalivyo sasa hivi. Hii amani iliyorejea kwenye nchi yetu ni Mungu ameweka mkono wake. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana na pia namshukuru Mungu kwa kuwa amemwinua mfalme aliyemtaka yeye. Ndivyo neno la Mungu linavyotuagiza. Kwanza kabisa, naomba niseme yote nitakayozungumza ni mambo ambayo mimi ninaamini chanzo chake kikuu ni hapa, that is number one. Najua wengi wanaongea kwa uh, kuamini eh, katiba yetu well, lakini mimi naamini uh, katika hii mifumo miwili ambayo tunayo inayotuongoza Mfumo namba moja wa kwangu ni huu wa neno la Mungu. Kwa hiyo, huu mfumo ambao ni wa mwanadamu, mimi najua una mapungufu siku zote, na ndio maana kila wakati tutasema tunataka kurekebisha kwa kurekebisha, kwa sababu unapitwa na wakati na hivi na vile. Lakini mfumo wa Mungu haujawahi kupitwa na wakati, ni ule ule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo okay, ndio maana nasema naamini kwanza Mungu ndo ametuvusha kwenye lile lililokuwa mbele yetu lakini pia yeye ndio amemwinua mfalme aliyemtaka yeye. Yeye ndio amemwinua kwa sababu, hata tukisoma historia za falme za zilizopita huko tunaona kabisa kwamba kuna falme ambazo Mungu alizipigania, okay, na zikaweza kusimama. Kwa hiyo hicho ndio ninachokiamini, na kwa ajili hiyo nimpongeze sana sana sana sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uchaguliwa ya wananchi, wamemchagua lakini, pamoja na changamoto zilizotokea, bado yeye amekuwa mshindi na nchi imesimama, kwa maana ya kwamba amani yetu imerudi. Pamoja na vurugu zilizotokea, lakini amani yetu imerejea na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba Mungu ndiye ametaka iwe hivyo, kwamba ametaka tuwe na rais Samia. Yeye ndio mfalme aliyempa nafasi kwa sasa aa, lakini pia pamoja na zile vurugu bado Mungu ametuvusha, bado yeye ndio amesababisha tuna amani tulio nayo sasa hivi. So hilo ni la kwanza. Jambo la pili, nataka nitoe pole, nitoe pole kwa wale wote ambao wamepata changamoto kutokana na zile vurugu, na nataka niseme tena kwa kuhusisha ufalme wa ufalme wa eh, E, yani yani, nataka ni, ni, tuna falme mbili wa nuru na wa giza. Kwa hiyo ninazungumza kiroho zaidi, kiroho maana yake, naposema vurugu zilizotokea, Biblia inatuambia vurugu zote, vita e, mauaji, ma uharibifu, vyote ni vitu ambavyo viko associated na shetani. Shetani ni baba wa uongo, shetani ndiye anapandikiza chuki, shetani ndiye anai uh, influence vitu ambavyo madhara, vinaleta madhara, lakini Mungu anahamasisha amani, Mungu anahamasisha upendo. Kwa hiyo hizo ndio falme mbili. Kwa hiyo ukiona sio upendo ni chuki, ujue kuna falme mojawapo, wa giza na wa nuru. Hivyo ndivyo ninavyoendesha ya maisha yangu guys, na ninasema hivi kwa sababu mimi amenisaidia, labda itamsaidia mtu mwingine. Mimi naendesha maisha yangu kwa falme mbili tu, kwamba kuna ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Chochote kinachokuwa kinaendelea kwenye maisha yangu, changamoto yoyote, au kwenye jamii yangu, chochote kile mimi nakipeleka kwenye ulimwengu wa roho, na ninaangalia kiko katika ufalme upi, wa giza au wa nuru. So waia uh, nataka nitoe pole kwa wale wote ambao uh, wametumika, nasema wametumika kwa sababu um, sisi tumepewa ajenda ya kueneza upendo, kueneza amani, kueneza eh, vitu vizuri ambavyo ni maendeleo, eh, ni furaha, eh, hivyo vyote ndio kazi tuliyotumwa. Enendeni mkaeneze Injili, mkatangaze habari njema kwa mataifa. Ni habari njema, ni vitu vizuri, lakini kama utaeneza chuki, wivu, mafarakano, magombano, vita vurugu hayo yote yanatoka upande wa pili, upande wa ufalme wa giza. Kwa hiyo ninaamini kabisa shetani alijaribu kuwatumia watu wetu ili aweze kupeleka ajenda yake, lakini Mungu wetu bado amekuwa ni mwaminifu, kwa sababu hajashinda. Kwa sababu angeshinda sasa hivi tungekuwa bado tuna vita, sasa hivi tungekuwa vitani, hapo ndio shetani angekuwa amepata ushindi. Lakini of course sisemi kama hakupata ushindi, hakupata yani maana yake amefanikiwa kuwarubuni watu wetu ambao walikwenda kufanya vurugu na wamepata madhara, lakini najua sio wao, najua ni kazi ya shetani, sio wao, ni kazi ya shetani. Kwa hiyo nini tunachojifunza kutokana na hili? Mimi binafsi niseme ni kuwa, kuwa makini na kazi za shetani na kazi za Mungu. Ukitaka kubaki salama, hakikisha unaeneza kazi za Mungu lakini kazi za shetani ni kazi zenye madhara, kwa sababu tunaambiwa shetani haji isipokuwa anajua, kuna mauaji, kuna vurugu, kuna uharibifu. Yani shetani hapo ndio kwake. Kwa hiyo tusikubali shetani endelee kututumia katika hizi vurugu, tukaleta madhara, tukapeleka taifa letu kwenye vita. Hapa tulikuwa tayari tumefungiwa ndani siku tano, lakini tulikuwa tunaona kama mwaka mzima. Nani anataka hayo maisha? Ninaamini hakuna anayeatakayo maisha, lakini kuna familia zimepata madhara eh. Tumepata madhara, kuna watu wamepotea, watu wamepoteza maisha, watu wamepoteza eh, mali zao. Hakuna mtu yani, hicho sio kitu ambacho mtu yoyote anakitaka, lakini ni kazi za shetani. Kwa hiyo, ndugu zangu, mimi nataka nitoe pole kwa wale ambao wamepata hayo madhara kwa namna moja au nyingine, lakini kuendelea mbele sasa hivi tumshukuru Mungu tumevuka tu... taifa letu. tujenge taifa letu, tujenge taifa letu. Panapotokea kama tuna changamoto, tuzungumze, tusikimbilie vurugu. Kama kuna changamoto, tuzungumze, tusikimbilie vurugu, na tujitahidi sana, tusikubali hata wakati mmoja shetani atujazie chuki, chuki ambazo zinasababisha kwenda kwenye hizo vurugu, kuuana, kuharibiana mali, kuvunjiana vitu, yani hizo ni chuki na chuki zinatoka kwa shetani period. Chuki zinatoka kwa shetani peke yake. Ukishaona mtu anakuhamasisha kwa habari ya kukutia chuki, kukujaza chuki, utakayomchukia mtu mpaka ukamdhuru, au ukamdhuru, ukaharibu, ukalete vurugu, ukaharibu maisha yetu, sio kitu kizuri. Sasa taifa letu ni taifa la amani, limezoeleka hivyo, hiyo ndio sifa yake kubwa, lakini sasa hivi tunataka kukubali shetani atutumie twende tukaliharibu ya taifa. Tusikubali, kwa sababu tutakaopata shida bado ni sisi. Sisi tunaoishi hapa tumekaa siku tano ndani, tuliopata shida ndio sisi wenyewe. Vitu vilikuwa hata vyakula masokoni hakuna, bado tulipata shida sisi wenyewe. Kwa hiyo kama kuna changamoto tuzitatue kwa njia ya amani, kwa njia ya mazungumzo, na sio kwa njia ya vurugu. Basi baada ya kusema hayo, ni mpongeze Rais Samia kwa ushindi ambao ameupata na kwa sisi wanawake ambao tumekuwa ni victim wa e, mifumo ambayo ni kandamizi e, tunaonekana kama wanawake hatuwezi, kama vile tumekuja na akili nusu huku duniani. Basi Rais Samia umeweza kutuonyesha na kutupa ujasiri, umetuongezea ujasiri kwamba wanawake tunaweza katika sekta yoyote, ukipambana bila kuogopa changamoto zozote zile utakazokumbana nazo, basi unaweza. Kwa sababu Mungu hajatupa akili nusu. Mungu ametuumba kamilifu kama walivyo wanaume, kama ambavyo wao wamekalia kiti cha uraisi kwa miaka yote, kwa miongo yote, basi hata mwanamke ana uwezo wa kukalia kiti cha uraisi. Hilo umetuthibitishia na umetupa ujasiri wanawake na wasichana wa kuendelea kupambania sasa maisha yetu katika kujikwamua kiuchumi na kujiletea maendeleo. Kwa hilo tunakupa saluti, tunakupongeza na tunakutakia kila laheri katika kuendelea kuliongoza taifa letu. Uh, tunaamini kabisa kwamba huu ni wakati sasa wa kwenda kulijenga taifa hili kwa pamoja na kuendelea uh, kukataa vurugu, kuendelea kukataa uh, hali yoyote ile ambayo itahatarisha amani. Amani yetu amani yetu ina thamani zaidi kuliko kitu kingine chochote kile, na kuliko yani, kuliko chochote. Amani yetu ndio tunu namba moja, ndicho kitu tulichogundua kwamba tunakihitaji kuliko chochote, baada ya kuwa tumekaa ndani kwa muda wote. Kwa hiyo tumuombe Mungu tujenge taifa letu, tushirikiane kwa pamoja na tusikubali chuki kwa sababu chuki zinatoka kwa shetani. Amani na upendo unatoka kwa Mungu. Chuki, matukano eh, na hayo yote ya fujo na vurugu yote yanatoka kwa shetani. Malizie tu kwa kusema pole, pole kwa wote ambao wamep